Kwingineko huko kaunti namba 23 ni kwamba vijana 18 wamesajiliwa kuwa makurutu wa polisi katika kaunti ndogo ya Turkana ya Kati huku idadi ndogo ya watu wakijitokeza ikilinganishwa na miaka ya hapo awali. Akizungumza baada ya usajili wa makurutu katika bustani ya Moi huko Turkana, kamanda eh, wa polisi magharibi Turkana magharibi Peter Wahome anasema vijana wengi hawakujitokeza kutokana na kwamba hawakufaulu kujielezea na kukerwa na jinsi shughuli hiyo ilivyoendeshwa huku madai ya rushwa ya kisheheni. Sasa wanataka wizara ya usalama kuchunguza uwazi wa zoezi hilo. Vitu ambavyo vimefanyika hapa leo si halali na si ya haki, manake ni poli, National Police Service itabakia kwa watu wa matajiri na mabonyenye ndo manake mwisho ya siku they don't deliver what they end up doing receiving receiving like wanachukua they are doing corruption right left center Chifu awe anapatiwa ana, ana ruhusa aenda jue zile maboma ambazo ziko chini alete barua mpaka pale kwa station, ama mali wanafanya recruitment wajua ni watoto yatima au wajiwezi, ili watu wao wanaajiriwa, kwa sababu wakati wanatumia hiyo hiyo barua za kutoka huko, wanatuma watu wakuje waandike watu hapa, wanakuja kuandika watoto wao. Umefaulu kila kitu, mbio uko sawa, zoezi uko sawa, mwili uko sawa, lakini mwishowe kuna unawachwa, wanachukua mwenye hata kumaliza mbio wanaokota huko nyuma, wanaleta ende anapata kazi, wanakuja wanapata mwingine, hata kukua, wanakuja na gari, ende anapata barua. Tuelekee kaunti namba